Jamani, kidumu Chama cha Mapinduzi! Nyanchenche oye! Kwa leo Nyanchenche, nimefurahi sana, yaani watu mliohudhuria kwenye mkutano huu Nyanchenche, jipigieni makofi sana. Na hii inaonyesha kabisa, inaonyesha mapenzi yenu makubwa kwangu, na mimi nawaahidi, kata ya Kagunga nitaitendea haki, ndugu zangu wana wa Kagunga. Nataka kuzungumza na nyinyi leo mambo mambo kumi. Hivyo vipeperushi angalieni nyuma vipeperushi, kuna mambo kumi yako hapo. Na swala la kwanza, swala la maji, na wahakikishieni watu waKagunga, hii miaka mitano mtapata maji vitongoji vyote, ni ahadi yangu. Tena ndugu zanguni, swala la pili ni swala la elimu. Ndugu zanguni tunakuja kuboresha shule zenu zote za kata ya Kagunga na hapa kwenu Nyanchenche. Ndugu zanguni, tunakuja kumaliza shule hiyo ya Bugakara. Bugakara madarasa yote yatajengwa yakamiliki, madarasa saba. Tawaleteni tofali elfu tatu pale. Naelewa, watu wa Bugakara, hakikisheni kabisa shule ile inafanyaje, inakamilika. Ndugu zanguni, tunakuja kuimarisha shule hiyo ya Nyamarunda shule ya Nyamarunda tutatengeneza madarasa yote yatoshe, na tutaleta madawati kwenye shule zote, tunaweka madawati pamoja na madarasa. Shule ya Nyanchenche itakarabatiwa yote na madarasa yaliyobakia hapo yote, na wahakikishieni, shule ile tunakuja kuikarabati. Hakuna namna ya kubadilisha maisha yenu bila kubadilisha elimu. Wana wa Nyanchenche, tunakuja kufanya kazi ya kuliboresha na waahidi, tunakuja kuliboresha hilo bwawa bwawa naliweka katika vipaumbele vyangu kabisa, katika miradi ya maji ni hilo bwawa la kwenu kwa ajili ya kulishia mifugo yenu, kunyoshea mifugo yenu. Na msiwe na wasiwasi, bwawa litakarabatio. Ndugu zangu, ni swala la afya, tunakuja kuboresha, tunakuja kuboresha zahanati yenu. Hapa itaboreshwa zahanati yenu pamoja na kujenga nyumba za waganga tena. Lakini kuna sehemu tulikuwa tunaleta hapa, odi. Sileta hapa odi ya kina mama, ya kujifungulia, odi ya kina mama sipo mwenyekiti Haipo odi ya kina mama e, na nawaahidi tunakuja kujenga odi ya kina mama hapa. Tutawaletea na mtu wa maabara, mtu wa maabara na darubini tutaweka hapa kwao, tunafanya kwamba kazi, ukishindikana hapa mtu ndio apeleke kituo cha afya. Tunakuja kuboresha kabisa huduma ya afya kwenye kijiji cha Nyanchenje. Swala jingine Nyanchenje tunakuja kulishughulikia ni swala, ni, ni swala la upimaji. Ndugu zanguni pimeni mashamba yenu, pimeni mashamba yenu kuondoa migogoro tunakuja kupima ardhi. Tutapima mji wa Nyanchenche, tutapima viwanja. Watu wanajenga nyumba nzuri, zipimwe. Pimeni mpate hati. Baada ya kujengwa daraja, sasa hivi sasa hivi kutoka Nyanchenche kwenda Mwanza saa hii saa moja. Sasa acheni haya maneno, na wakati nawaambia kabisa kwamba tunakuja kuboresha maisha yenu, hamkuelewa kabisa. Pimeni mashamba yenu vizuri ada ni shilingi laki tatu na ukisha pima huna mara pa kulipa popote. Unakaa na hati yako, unakaa nayo kwenye kabati vizuri. Na kama mko wa ndugu wote, majina yenu yaandikwe kwenye kwenye hiyo hati, ili muwe salama. Si mnanielewa vizuri? Kesi mimi sizitaki, nataka kuleta maendeleo kwa ndugu zanguni. Naombeni sana swala la kupima mashamba, huko ndiko mtakao kupata visima. Serikali itakuchimbia kisima kwa ajili ya hiyo hati yako utachimbiwa kisima na bado utapewa mbegu, utapewa pampu na sola kwenye kisima chako. Lakini baadaye ndugu zanguni, ndiko ambako tunakoelekea kwa kilimo cha umwagiliaji. Tunakuja kuandaa miradi mikubwa ya umwagiliaji, sehemu ambayo itakuwa nufaika ni nyinyi watu wa Nyanchenche, hasa watu wa Sumba na kule nyuma ya ule mlima. Kwa hiyo tunataka tuboreshe maisha yenu kwenye swala la kilimo. Kazi ni kubwa mno, mambo yanayokuja ni makubwa, naogopa hata kuyasema.